Mimi iliombwa nizungumzie uongozi bora na nilisema sitazungumzia nadharia, kwa kuwa ni wakati wa kumwenzi Mwalimu. Haya yote tunayosema ya uongozi bora e, Mwalimu aliyaishi, sio nadharia. Yeye aliishi namna gani? Kwa hiyo nimechagua machache ambayo nafikiri ni sifa za kiongozi bora na kueleza jinsi mwalimu alivyoishi na mengi yale wamekishayasema wenzangu mwanzo. Ya kwanza kabisa nasema kiongozi bora ni lazima awe mtu anayethamini utu na anaamini kwamba binadamu wote ni sawa. Hiyo imezungumzwa na waliotangulia wale waliozungumza, niko dukutiku amesema ndio mwiko wa kwanza. Sasa mwalimu aliishii, mkiona maandiko ya chama ambayo chanzo chake ni yeye mwenyewe, kuanzia katiba ya tano. Utakuta kwenye katiba ya tano kwenye imani ya tano, ya kwanza kabisa inasema biana, binadamu wote ni safi, katika imani za tano na ndiyo iliyokuja, kila mtu anastahili heshima na kutambuliwa na kuthaminiwa utu wake. Iko katika katiba ya tano, katika katiba ya CCM, azimio la Arusha, sehemu ile inayozungumzia imani ya chama, ya kwanza kabisa inasema binadamu wote kwa... ah, kwanza niseme kwenye katiba ya tano na katiba ya CCM kuna nasema imani ya wanachama wengine wanasema kumi wengine wanasema tisa, lakini ya kwanza inasema binadamu wote ni ndugu zangu. Na ukija azimio la Arusha kwenye imani, bado inarudia binadamu wote ni ndugu zangu n binadamu wote ni sawa. Hili lilitokana na Mwalimu tangu zamani. Je, aliishi kwa kufuatana na hiyo? Wale ambao tumefanya naye kazi tunajua aliishi hivyo, kwa sababu sema binadamu wote ni sawa, maana yake usibague, usiwe na ubaguzi wa aina yoyote. Na Mwalimu hakuwa na bagua, hakubagua kwa msingi wa kabila hakubagua kwa msingi wa dini, hakubagua kwa msingi wa rangi. Mtaona alivyokuwa anafanya kazi, hakubagua rangi, alifanya na watu wa rangi mbalimbali. Msaidizi wake wa karibu kabisa aliyekuwa akimwamini alikuwa Mwingereza, Mamawike Mwingereza, amefanya ile kazi tangu alipoanza urais mpaka alipokufa. Ukichukua wasaidizi wake, mtu kama jamaa alikuwa mtu wa karibu sana, sio tu msaidizi wake, mwisho akawa marafiki. Hata mzee jamaa alipofariki Canada mwaka 95 mwalimu ndiye aliandaa kumkumbu yake, hapo hakuwa na kulivana. Wengine kina Bryson kina Sterling kina Nick Kasam alikuwa anafanya nao kwa kuaminiana. Hakuwa na ubaguzi wa kidini, mtu ambaye alikuwa karibu kwake wakati wote alikuwa Mzee Kawao, alikuwa Mwislamu. Kulikuwa na wakati walianza kusema na pendelea wa Katoliki, wakatafuta wakakuta, kumbe ilikuwa ni yeye na marehemu Kahama. Hakuwa anabagua kikabila. Kulikuwa na maneno moja kubwa ambayo ilisikia na likazungumzwa lika lika sana kwamba alikuwa anapendelea mikoa fulani fulani. Wakati mmoja walisema kwamba anapendelea mkoa wa Kilimanjaro sababu alikuwa na baraza la mawaziri 26, sita, sita wanatoka Kilimanjaro. Sasa Mwalimu mkuu kwa kawaida yake, ukienda kumuona, atakuuliza ama atasema habari za mjini ama wananchi wanasemaje ama mjini wanasemaje. Sasa hii ilipo ilipo semwa sana, siku moja kaenda pale Msasani, anaiuliza Joseph, habari za mjini Ah, maneno kwamba wewe unapendelea Kilimanjaro. Akasema vipi? Sema baraza lake ma, mawaziri ishirini na sita sita wanatoka Kilimanjaro, na mkoa mdogo, kuna mikoa mikubwa haina waziri hata mmoja. Akavira, akina nani hao? Sasa nikaanza kutaja, kasema iko Kisumu mgonja awinga, hata kama sijamaliza Akasema I didn't know these damn fellows come all of them come from Kilimanjaro. Akasema mimi nimechaguliwa rais niongoze nchi hii. Natafuta Watanzania kunisaidia. Sitazami mkoa, sitazami kabila, kwa hiyo mimi hao niliwateua nikiamini watanisaidia tu kama Watanzania. Ndiyo hivyo kwa Mwalimu. Aliishi hivyo. Hiyo ya pili, ningeweza kueleza zaidi lakini sina muda lakini e, na na naweza kusema kwamba pamoja na kuamini kwamba binadamu wote ni sawa aligundua, alikuwa anajua kwamba katika hali ya kawaida hatuko wote sawa. Kuna wengine wanacho, wengine hawana, na utaona msisitizo wake wa sera tangu mwanzo ilikuwa ni kuwainua wale walio kwa chini. Alikazania sana mambo ya kilimo na akawa anatoa elimu, mvua za kwanza za kupandia, enda kwa mstari I tumia mbolea. Unapozungumzia the big four siku hizo, the big four ilitokana na hiyo, na alikuwa na jari wakulima hata kusabsidi bei ya mazao yao. Kulikuwa na wakati Dar es Salaam tulikuwa tunanunua sembe kwa bei ndogo kuliko bei ya mahindi, ilikuwa ni kuwaimua wakulima. Aifanye hivyo ili kwa elimu alifanya hivyo kwa afya, kuinua wale waliokuwa chini. Kwa wafanyakazi, makusudi kabisa, ilikuwa kila mwaka kama kuna kuongeza mshahara, wale wa chini wanaongezewa zaidi wa juu kidogo, mpaka tukafika mahali ratio ilikuwa 1 to 9. Sasa siku hizo sijui naambia, sijui ni 1 to 100 or something like that, lakini alikuwa anataka kuinua hawa chini hiyo moja. Ya pili nasema kwamba kiongozi bora ni lazima awe mzalendo, mwadilifu, mchapakazi na mcha Mungu. Hiyo wamekwisha izungumza zidini wote, tunajua mwalimu alikuwa mzalendo, alikuwa mwadilifu, kama unasikia kasuri hakuna aliyoeleza huyu alikuwa mwadilifu kabisa, alikuwa mchapakazi, na alikuwa mcha Mungu, aliyosema utiku nadhani kuwa Dar es Salaam kila asubuhi yuko St Peters anasali. La tatu nasema kiongozi bora ni lazima ajue hali ya nchi na wananchi, na hasa ajue wananchi wanataka nini. Kama nilivyosema, ilikuwa ukienda Msasani ukifika tu anakuuliza habari za mjini ama mjini wanasemaje. Lakini pia alijua yuko kwenye senyenge, hakuacha uhusiano na marafiki zake ambao walikuwa watu wa kawaida. Alikuwa na wazee wake hapa Dar es Salaam aliozoea kucheza nao bao, alikuwa anakaribisha wanakwenda kucheza bao, na unajua katika kucheza bao wanazungumza mambo ya kawaida. Butiama, alikuwa anacheza bao. Siku moja nimekaa Butiama saa mbili anacheza bao na wazee, wamekaa pale wale wanaocheza na wengine kama mpira washabiki, wanazungumza mambo ya kawaida ya maisha yao, hali yetu ya kilimo iko iko hivi, dispensari yetu iko hivi, huyu daktari wako yuko hivi yuko hivi. Yeye anacheza bao, anasikiliza. Anapata mawazo ya a wananchi. wakati mmoja nilifanya ziara Arusha, nilipokuwa waziri mkuu, nikafika kwenye kijiji kimoja, nadhani kwa Daudi. Nikakaribishwa pale, makaribisho yale ya kawaida, kuna ngoma, kuna nyimbo, kuna ngonjera, kuna risala. Sasa baada ya risala akasema, ndugu wa waziri mkuu, toa nasaha zako. Ami nikasema, ah bado tuna muda, ngoja kama kuna wananchi wanataka wanatakaa kuongezea. Basi wakajitokeza, wa kwanza kabisa akasema, ndugu zangu mkuu, umesikiliza risala ya serikali, sasa tunakuomba usikilize risala ya wananchi. Na aliyozungumza yalikuwa tofauti kabisa na yale yaliyokuwa kwenye risala. Na waliofuatia ikawa hii sasa baada ya kutoka huko tulikuwa wa na vikao vya chama, na mimi nilikuwa ni katibu wa kamati ya ulinzi na usalama. Nikaenda kumbrief mwalimu kabla vikao. Baada ya kumbrief nikamweleza episode hii, nikasema nika mwalimu nika kwa experience yako nini yapata haya hivi, naamini kwamba tunayosema serikali kweli ndio wananchi wanayoyataka wanayo? Akaniambia wewe kama kiongozi unapokwenda kwenye ziara, ukienda kwenye ziara, ukiingia kwenye gari, anasema akili zako zifanye kazi wakati wote. Anasema ukiingia kwenye gari, angalia barabara unayopita ikoje, angalia nyumba za wananchi unazoziona unapopita, angalia mashamba yao, angalia mifugo yao, wale unaokuta njiani waone wamevaaje, wana nguo nzuri ama zina viraka Je, wana viatu ama miguni tu? Anasema ukifika kwenye mkutano sikiliza kwa makini sana. Wimbo utakuwa na ujumbe kutoka kwa wananchi, ngonjera itakuwa na ujumbe kutoka kwa wananchi, kama kuna shairi itakuwa na ujumbe. Ni lazima uwasikilize, na ukiwasikiliza wananchi utaelewa matatizo yao matatizo ya nchi na humo humo unaweza kujibu, unaweza kupata majibu ya matatizo hayo. Kwa hiyo alisisitiza sana kupata mawazo ya wananchi e... na sasa, kiongozi bora ni yule anayewashirikisha na kushirikiana na viongozi wenzake. Mwalimu alikuwa anawashirikisha na kushirikisha kushirikiana na viongozi wenzake. Wako hapa ambao tulikuwa nao wengi tu akina Butiku na Profesa Ndiliza hapa akina mama wote hawa hapa waliokaa hapa Mama Siware mama Mongella mama Kate Kamba na wapo wengi tu. Mwalimu alikuwa na utaratibu wa kusikiliza sana wasaidizi wake, wakati mwingine alikuwa anautafuta ushauri. Nakumbuka wakati tunajadiliana na World Bank na IMF, kila alipopata waraka wa IMF au wa World Bank, alikuwa kwanza anapeleka kwa watu fulani fulani wanne. Alikuwa anapeleka kwa waziri mmoja ambaye alikuwa anajua kwamba anaunga mkono World Bank, anapeleka kwa waziri mwingine ambaye anajua kwamba anaipinga sana, anapeleka kwa governor, anapeleka kwa na kwa Mwanasheria mkuu ama advice kama hii ina, ina impact gani kwenye katiba na sheria? Baada ya hapo, ya kupata ushauri huo anapeleka kwenye cabinet. Cabinet anawaki, kila mtu anazungumza. Hawa watu walio kwa kwenye baraza alikuwa haingilii, anataka mzungumze bila kusita, maana jua aki- akiingilia aki mahali ata prejudice watu zungumza alikuwa na kakitabu kaki kadogo tu kanotibuku kadogo, anaandika neno moja moja. Akimaliza aki, aki, sasa ndio anasema sasa. Kuna wakati fulani miaka ile sabini, sabini na tano, sabini na sita, tuliingia vijana wengi kwenye baraza. hawa akina Makinda ha? mne Makinda E, Mngai, Makweta na wengine tuna wazee waliokuwa kutangu mwanzo. Sasa mazungumzo kwenye kibini, wakati mwingine vijana wanaona hawa wazee wanazungumza nini? Unajua mawazo ya vijana, wanakicia vidot anazungumza utumbo <laughs> lakini mwisho Mwalimu akija kusama anasema kama alivyosema fulani, kama alivyosema fulani kama alivyosema fulani unakuta haya, hata yale mliokuwa mnafikiri ni utumbo, kumbe mm -hmm. Pale, ni ni kumbe anaunganisha yote mnatoka pale mnatoka pale, alikuwa alikuwa alikuwa ni fundi wa kujenga consensus, mnaona ni uamuzi wenu na mtausimamia. Na kwenye chama alikuwa anafanya hivyo, alikuwa anafanya hivyo, ali- alikuwa mara nyingi kama kuna mkutano wa chama kuu anakuta ndiyo anaviti kwanza, asikie wanasema wenyeviti wa mkoa anasema nini, atakwenda kwenye halmashauri kuu. Hata kwenye halmashauri kuu alikuwa na buku, eh. Katika majadiliano alikuwa haingilii mpaka mwisho, kwa hiyo anataka kila mtu aseme e. Hiyo mimi nadhani kama ni kushirikiana na viongozi alikuwa anaifanya vizuri. Wote w kiongozi mbora ni ni mtu lazima mtu mwenye msimamo usipo kuwa na msimamo huwezi kuwa kiongozi bora na mwalimu alikuwa msi na msimamo msi na msimamo na msimamo ilikuwa vigumu sana kumuondoa kwenye msimamo huo na ndio maana wakati mwingine walikuwa wanasema haambiliki lakini alikuwa naamini nitatoa mifano mitatu kwa haraka, haraka kwanza mwaka hamsini na nane mkutano wa Tabora Waingereza walikuwa wameleta mapendekezo ya serikali ya mseto kwamba unakuwa na serikali wakilishi, wazungu wa Asia na Waafrika, one third. Viongozi wengi wa tano hawakuipenda, anasema hii nchi ya Afrika, kwa nini tuwe tupate one third, hawa wachache wapate hii? Yeye yeah, akasema hili ni nzuri, tukiikubali itaturahisia kupata uhuru mapema na tutafanya maamuzi yetu. Lakini alivyoiona ile hakutaka kwamba aipitishe kwa nguvu, alitaka kwa hoja. Sasa alipokwenda Tabora, na kuna wengine hawakwenda kwa, ku, kwa kuona hii, kuna wengine hawakwenda. Alipofika Tabora, akaona yeye mwenyekiti akianza kuzungumza kama mwenyekiti, wataona mwenyekiti anapitisha kwa nguvu. Kwa hiyo akaomba aache mwenyekiti kwa mkutano huo ili awe mjumbe wa kawaida atoe hoja. Wakamteua Mwalimu Kihere akawa mwenyekiti, yeye aka na ikapita. Matokeo yake tumeona, hata baada ya hapo tanilishida kila kitu ikawa tumepata. Uu, hoja ya pili, ukomo wa rais. Ukomo wa rais hakikuwa kitu rahisi kukipitisha. Yeye alikuwa kishaamua anataka kutoka, alipomwambia wenzake wakakataa. Wanasema mwalimu usitoke wakati huu. Eti alitaka kutoka mwaka 80. Alitaka ile uchaguzi wa mwaka 75 ndio ulikuwa mwisho wake. Hakuwaambia wenzake mpaka mwaka 80. Mwaka 80 alipo mwanzoni. Alipoambia wakamkata jua. Wakasema wa mwalimu, ukitoka tutakuwa matatizo. Kwanza, uchumi umevuruga. Kwa sababu ya kuvunjika wa Jumuiya Afrika Mashariki na vita ya Kagera. Ukae mpaka utengamene. Uchumi ndio utoke. Pili, ukitoka bila utaratibu wa kukabiliana madaraka tutauona. Ni lazima tuwe na utaratibu. Akaona hilo ndio muhimu. Kwa hiyo chama, kuanzia semina ya Arusha y mwezi Agosti 80, wakaamua kwamba tulishughulikie ile katiba. Ikashughulikiwa na moja ilikuwa tupate ukomo wa urais, yaani mtu ajua anaingiaje kama rais anatokaje. Usiachie mtu mwenyewe kuamua. Basi nikaja kwenye kuzungumza. Ikaleta pendekezo. Hali mashanku haikulipenda hata kidogo. Kale mjini pale mkutano wa kwanza hatukuamua. Ikarudi. Ikarudi hapo. Hata walipokuja kuamua aliyekuwa na adi ni Mwalimu. Hata walipokubali principal wakaja sasa kip kipindi kiweli wengine wanasema vipindi vitatu vya miaka saba saba, wengine vitatu vya miaka mitano, wengine nimebaki ngapi, na, na, na. Okay, lakini aliaju mpaka ikapita. Hata alipomaliza ikatoka hoja moja, akasimama akasema, na hoja akasema, Mwalimu tumekubali hii, sasa tuanze upya, wewe utaanza temu zako mbili, ukimaliza <laughs> Mwalimu alicheka tu akasema, hii Waswahili siwawezi. Unajua tulikuwa tunafanya hii nitoke sasa, tena mnataka nianze la tatu, nianzi latatu ya vyama vingi. Nyalali alipotoa report akarecommend mfumo wa vyama vingi, 20% walikuwa wamesoma mfumo wa vyama vingi, 80% waoa tuendelee na chama kimoja. Sasa sisi kwenye maserukuu hatukuona mantiki ya Nyalali ya, ya kusema twende vyama vingi wakati wengi wanasema chama kimoja. Mwalimu akasema hivi, mmeisoma ripoti ya Nyalali ya? Akasema mkiisoma vizuri, kwanza mtagundua wale 20% wametoa sababu za msingi; pili hawa 80% chama anachotaka kibaki sio CCM kwa sababu mabadiliko wanayotaka ya uwepo ili tuwe na chama kimoja haiwezi kuwa CCM. Na tatu, huko wakubwa wenyewe mambo yamebadilika, wimbi hilo tutaliweza? Sasa ni afadhali tufanye uamuzi kwa sasa hivi kwa uhuru wetu tujipange. mduu ilipita, ilipita kwa mbinde, na hata ilipopita utaratibu ilikuwa polepole wa pole, wakati ule ndio angetangaza hii. Wakasema polepole wa wakati ule asingeweza kuitangaza. Wananchi wakaelewa, wakasema mwalimu, we basi, uende uitangaze. Mtakumbuka alifanya mkutano Msasani kueleza hii. Ilikuwa ni kwa sababu ya msimamo, na wakati alipochukua msimamo, watu walikuwa wanasema amri, eh, mbadala. Mwisho niseme niseme kwamba kiongozi bora ni lazima awe ni mtu anayeweza kugundua alipokosea na kusahihisha. Mwalimu alikuwa haja, ningekuwa na muda nayo naye nimetoa nimetoa mfano, lakini niachie hapo. Yeye alikuwa kama akigundua amekosea atasahihisha.